Huwa watu wanasumbuka sana na tatizo hili, lakini maskini ya Mungu hawajui ni kitu gani. Kwa hiyo tutawaletea hili somo kwa uchache, ili mtu kujijua, na wakati yupo nyumbani anaweza akafanya kitu gani au afanye nini wakati akiwa yupo nyumbani. Sasa tutazungumzia kuna kitu kinaitwa stabla angina au tunasema ni chembe cha moyo. Chembe cha moyo hichi, chembe cha moyo ni nini? Au hii stabla angina ni nini? Lakini stabla angina zimegawika katika makundi mangapi? Je, sababu ya hii stabla angina ni nini? Lakini vile vile pia tunatakiwa tujue, tupo nyumbani, aidha tumefanya tiba tofauti tofauti, au hatujafanya tiba tofauti tofauti, lakini kuna vitu ambavyo tunavitumia vinatudhuru tufanye nini tukiwa nyumbani? Ni vyakula gani tuvipende kuvitumia, au ni vitu gani tusivipende kuvitumia? Kwa hiyo leo nisikilize kwa makini, kwa uchache nitakupa faida nzuri kuhusu chembe cha moyo au stable angina. Stable angina ni nini? Stable angina au chembe cha moyo ni pale moyo unapokuwa kwamba unahitaji virutubishi au unahitaji damu au unahitaji vitu ambavyo ili moyo ufanye kazi. Sasa hivyo vitu vinapatikana vipi? Inabidi ni damu, kwamba ipeleke vile virutubishi au ipeleke mifumo tofauti tofauti, au mifumo yoyote ambayo inahitajika katika mwili ili moyo upate kutengeneza mazingira yake, lakini wakati huo sasa moyo haupati vile vitu yani, moyo haupati damu kwa sababu ya kwamba inawezekana ikawa ni mishipa aidha imejaa mafuta au mishipa ni michafu, au inawezekana ikawa mishipa imejisongo, yani tunasema imesongomana au imejikunja kwa njia nyingine yoyote ile, au kuna kusinyaa kwa hiyo mishipa. Kwa hiyo hili linatokezea, mtu anapata tatizo hili la chembe cha moyo au stabla angina che. Tatizo hili sio kwamba eti ni maradhi kwamba tayari moyo sasa umeshapata matatizo la, isipokuwa kunapokwendea, huyu mtu anaweza akapata matatizo ya moyo. Kwa hiyo hiyo ni stabla angina au chembe cha moyo, na tatizo hili huwa linaweza ukapata ishara kwamba unalo kwamba kifua chako aidha kina kaza, kina taiti, kinatengeneza maumivu, aidha upande wa kulia au upande wa kushoto wenyewe wa moyo, au unaweza kutengeneza maumivu kwenye mabega, unaweza kutengeneza maumivu kwenye mgongo, unaweza kutengeneza maumivu kwenye mikono, unaweza kutengeneza maumivu hata kwenye shingo. Yaani maumivu huwa yanaweza kujitokeza kwa sababu ya hichi chembe cha moyo, au unaweza ukajisikia katika sehemu ya kifua kama kumetengeneza joto kali hivi huwa ni asbabi hizi za hichi chembe cha moyo. Kwa hiyo, hapa unahitajika sasa upatiwe matibabu husika au upatiwe njia husika, ili upate kudhibiti hichi chembe cha moyo, kwani chembe cha moyo kimegawika au tunasema haya matatizo ya stable angina, ambayo tunasema chembe cha moyo yamegawika katika section ngapi? Matatizo haya yamegawika katika section kuu tatu, na matatizo haya huwa sana yanajitokeza ikiwa katika miongoni mwa section hizi, lakini pia tutazungumza kwa nini huwa anajitokeza katika section hii. Ya kwanza kuna stabla angina yenyewe, ambayo stabla angina hii huwa ime, ime, ime, tunasema ndo, ndo aina ya kwanza yaichi chembe cha moyo au ni maradhi ya kwanza ya kumpata mtu chembe cha moyo. Wakati mwingine eza akapata hata hii aina ya pili tutakayozungumza, au hii ya tatu, lakini hii stable angina hii tunazungumza, aina ya kwanza, ndio huwa watu wengi sana huwa inawapata. Na hii inakuwaje hii? Hii inakuwa pale mtu anapokuwa na matatizo aidha, pengine anapokuwa na msongo mkali wa mawazo yani, kuwa na feeling kali sana yani, mtu inawezekana kuna jambo limemkera au kuna jambo analifikiria sana, au inawezekana kuna chochote chote chote, lakini kwamba ule mshtuko na feeling kali yani msongo mkali wa mawazo, basi hii stabla angina hapo inaweza ikajitokeza, kwa sababu ya kwamba katika mishipa yako inayopeleka damu katika moyo hii aidha inawezekana ikawa ina mafuta au ina taka au ina vitu fulani ambavyo vimebaki baki katika ile mishipa, vinashindwa sasa upelekaji wa damu vizuri, ili moyo upate kufanya kazi. Wakati ule kuna situation ambayo umeipata, ili moyo upate kufanya kazi vizuri, moyo upate kutengeneza majibu, hapo inakuwa inashindikana. Lakini vile vile, wakati wa mazoezi, aidha pengine mtu anafanya mazoezi makali au wanafanya mazoezi tu ya aina yoyote, labda pengine kukimbia, kufanya nini, huwa inaweza kujitokeza hii stabla angina, kwa sababu ya kwamba unapofanya mazoezi huwa damu inatakiwa ichangamke, kuna vitu vitaamka sana, sana unapokuwa na feeling, unapokuwa na mazoezi au unapokuwa labda pengine kuna tatizo limekutokea lolote lile limekushughulisha katika mwili, kuna homoni ambazo huwa zinaamka. Kuna homoni katika katika figo juu hapa kwenye figo, kuna tezi fulani inaitwa tezi ya adrenali. Hii tezi ya adrenali huwa inazalisha homoni za aina tano, lakini kuna homoni tatu ambazo ndio homoni muhimu sana zinahusika na masuala haya. Kuna homoni moja inaitwa adrenalini Hormone. Adrenaline Hormone inahusika sana mambo haya, kwa sababu unapokuwa na aidha pengine ukiwa unakimbia au pengine kuna mawazo makali umeyapata au kuna mshtuko mkali umeupata basi adrenaline unazalishwa kwa wingi, ili kutengeneza mazingira ya mwili kuwa active, mwili kutengeneza matashi au mwili kutaka labda kukimbia au mwili kutengeneza mazingira yoyote. Kwa hiyo adrenaline huwa inazalishwa, lakini vile vile sio adrenaline peke yake, hata nural adrenaline ambayo ni hormone ya pili huwa nural pia huwa inazalishwa kwa sababu ya kutengeneza mazingira vile vile ya kusaidia mfumo wa shinikizo la damu, labda pengine wakati unahitaji kukimbia au kuna kitu umekipata pengine labda pengine umeona kitu cha hatari au pengine kuna kitu ambacho umemsikia mtu anakudai, alafu unahitaji kukimbia au pengine kuna mawazo yoyote umemwona mwenzio amefanya jambo la husika, alafu ghafla umepata mshtuko fulani ambao unakusababishia mwili ureact kwa hiyo hii adrenaline nura na adrenaline nayo pia huyo inazalishwa kwa sababu kutengeneza mfumo mzuri wa damu ili damu kuflow vizuri, wakati ikiwa shinikizo limejitokeza basi damu ipate kutembea vizuri. Lakini vile vile kuna hormone ambayo inazalishwa pale pale katika adrenaline, kuna hormone inaitwa cortisol. Cortisol ni hormone muhimu sana, ambayo hii hormone huwa inatengeneza mazingira ya kubadilisha mifumo ili kutengeneza kuwa kuna Kubadilisha protein, kubadilisha na mazingira mingine, ili kubadilisha vile vitu ile mifumo iliyokupa katika mwili kubadilika kuwa yani glucose au tunasema tunasema ni energy ya mwili, ili mwili upate nguvu zaidi. Kwa hiyo cortisol inasaidia sana hivi, lakini cortisol pia inasaidia mifumo mingine ya mwili, ili kutengeneza mwili saa kuwa na react nzuri, wakati labda wa mazoezi, labda pengine wakati wa wa wa, wa wa kutengeneza mazingira pengine una feeling kali sana, au pengine kuna wakati umetokea tatizo lolote lile. Kwa hiyo cortisol inazalishwa kwa wingi ili kutengeneza mifumo hiyo. Sasa hizi hormone hizi ni muhimu sana. Sasa ikiwa mishipa ya damu labda haipeleki vizuri damu, wakati hizi hormone zimezalishwa, zinahitaji kwenda kutengeneza mazingira mazuri ya, ya, ya moyo ili moyo react, hapa ni tatizo, mtu anaweza kupata tatizo labda pengine hili la stabla angina kifua kinaweza kikataiti, au mazingira ya ya moyo kupiga, au mazingira labda pengine ikawa ubavu kutengeneza maumivu au kutengeneza mazingira ya mgongo, lakini pia hata anaweza akapata ghafla mtokezea au htamtokezea autokezea pia akapata matatizo mengine. Kwa hiyo hii ni stabla angina ambayo ndo angina ya mwanzo tunasema, au chembe cha moyo cha aina ya mwanzo, lakini kuna chembe cha moyo cha aina ya pili. Chembe cha moyo cha aina ya pili, hii ni angina ya mabadiliko. Unstable angina, hii ni ni angina angina ya mabadiliko mabadiliko, ambayo tunasema angina ya mabadiliko ni ipi? Ni ile kwamba angina hii au tunasema chembe cha moyo hichi huwa kinaweza kujitokeza muda wowote, lakini hichi sio wengi sana kujitokeza, madhara haya sio wengi sana wenye madhara. Mwenyezi Mungu atunusuru, ni madhara mabaya sana, huwa haya ni maradhi ambayo yanaweza kujitokeza ghafla. Inawezekana pengine umekaa wala ufanye mazoezi wala hauna mawazo yoyote, yakajitokeza matatizo haya ya angina hii au tunasema chembe cha moyo hichi kikajitokeza kwa kuta, mtu anashindwa kupeleka mifumo yake vizuri ya damu katika moyo kwa hiyo ni ghafla tu aidha pengine umelala au pengine umekaa sasa hii ni hatari kwa sababu hii hatari yake inakwenda ni kwamba unatengeneza kama shambulio la moyo kwa hiyo moyo unajua kama unashambuliwa ghafla tu inapeleka damu damu haiendi inahitaji damu damu haifiki kwa hiyo ni kwamba ni hatari hii inakuwa ni kama shambulio la moyo muda wote moyo unaweza kupata madhara makubwa, unaweza kupata matatizo makubwa ukajikuta unaweza ukafa ghafla, au ukajikuta unapata matatizo mengine ambayo ni hatari zaidi, kupata kiharusi na mazingira mengine. Mwenyezi Mungu atunusuru, sana ni maradhi mabaya sana. Lakini ya tatu angina ya prizmental. Hii angina ya prizmental ni angina ambayo, au tunasema prizmental angina, hii ni angina ambayo huwa si aghlabu, si aghlabu kujitokeza watu wengi sio sana, afadhali ile ya pili huwa inawapata baadhi ya watu wengi wengi kidogo, lakini hii ya, ya tatu si watu wengi sana kuwapata, japokuwa pia huwa inajitokeza angina ya Prinzmetal. Hii angina hii ni kwamba huwa yanatokezea mabadiliko ile mishipa kujiso, yani kujikunja au kujizonga, kwa hiyo nafikia stage sasa, wakati wa kupeleka ile damu katika moyo inashindikana, kwa sababu mishipa imeshajikunja, kwa hiyo inashindikana kupeleka damu hii. Inatokezea kwa sababu aidha kupata zile mishtuko ya mikali sana ya ghafla, pengine mtu kapata ajali, yani pengine labda kuna kitu kimemgonga ghafla, labda gari na vitu vingine. Kwa hiyo mtu ghafla kupata ile mshtuko, au kuna mtu amekuja kumwambia neno la hatari ghafla, au pengine kuna kitu chochote kile ambacho kimetokea cha ghafla, huwa inaweza katokezea hii angina kwa sababu ya kwamba ile mishipa inahitaji kupeleka damu kwa force, inahitaji kutengeneza mazingira ya homoni zifanye kazi kwa force na mazingira mengine, kuna vitu gani vizalishwa katika damu, lakini wakati huo sasa mishipa imejizonga. Kwa hiyo unaweza kupata ghafla, mtu nakuta mapigo ya moyo yanakata ti ti ti ti, yanashindikana mtu anakufa au anatokezea matatizo mengine. Kwa hiyo hii pia ni angina, ambayo ya tatu tunasema ni angina ya presmental. Hii angina ya presmental ni angina ambayo ni hatari sana, Mwenyezi Mungu akinusuru, ni kama mtu anaweza kupata attack ya ghafla. Ni angina hatari sana. Kwa hiyo hizi ni aina za angina. Sasa hebu tuangalie, kwani chanzo chanzo hasa cha haya maradhi ni nini? Chanzo cha haya maradhi ya angina ni kwamba ni upungufu tu wa damu kupelekwa katika moyo. Moyo unahitaji damu ili moyo upate kutengeneza mazingira, kwa sababu moyo unasema sukuma damu si vingine, lakini huo moyo una kazi zote unazoziona, lakini unahitaji kupata virutubishi, unahitaji kupata matashi, unahitaji kupata mawasiliano na viungo vingine, unahitaji kutengeneza mazingira tofauti tofauti, ili kupata vyote, damu ifike, ndio ili moyo nao ufanye kazi misuli itwete. Bila ya hivyo kufikisha, misuli haiwezi kufanya kazi na moyo hawezi kufanya kazi vizuri. Sasa, kuto kwa hiyo sasa kutokupelekwa damu ya kutosha ndo kunasababisha tatizo hili kujitokeza la stabla angina. Sasa sababu zake ni nini? Sababu zake ni kwamba kama tulivyozungumza, aidha ni kujaa kwa mafuta au tunasema cholesterol au pengine kuziba pengine kuna uchafu fulani umeingia katika ile mishipa, au pengine kuziba katika zile kuta za mishipa, ikawa ile damu haipeleki vizuri. Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni kemikali, kwa sababu kuna kemikali kemikali ambazo tunazitumia nyingi, mfano kama sumu watu, inawezekana pengine kuna mtu anapiga labda tuseme shambani au pengine mtu kanywa sumu kawaida, au pengine au pengine au pengine, nazungumzia sumu. Kwa hiyo pia inasababisha kupata hii angina, lakini vile vile tumbo, ambayo wakati mwingine tumbo huwa ni sababishi sana kusababisha angina, kwa sababu tunakula mavyakula ya hovyo, tunakula mavyakula ya, ya, ya, ambayo hayastahiki kuliwa, mafuta mengi, mapilau, mabiriani, ma kama kipindi cha sikukuu hichi, mavyakula ya ajabu ajabu, sijui unakuta siku hizi kuna sijui wanaita madule gani mapiza siju manini yani mavyakula ya kula ajabu ajabu ambayo yamejitokeza tunayatumia, sijuiarm manini hasan, ni mavyakula mengi. Kwa hiyo mafuta yanalimbikana sana kwenye matumbo, na vile vile unakuta mtu amekula mavyakula yale alafu amekunywa maji baridi. Kwa hiyo ma-ma mafuta yanalimbikana kwenye matumbo, mwisho wa siku inasababisha madhara katika mishipa yetu ya damu. Kwa hiyo hiyo pia ni miongoni mwa sababu ambazo zinazoweza kusababisha kutengeneza madhara katika hii sehemu ya kupeleka mishipa mishipa edamu, ya damu kupeleka katika sehemu ya moyo. Lakini hemu tuangalie ni vitu gani ambavyo tunatakiwa si tuvitumie, au ni vyakula gani ambavyo tunatakiwa si tuvitumie ili sasa kutengeneza madhara maradhi Kutu kuondosha maradhi sio kutengeneza maradhi yani, kutokuondosha yale maradhi, kwa sababu mtu inawezekana kishaangaika sana tiba nyingi kashatumia, lakini pengine vyakula navyo vitumia vinachangia. Kwa hiyo kwanza ujue kwamba mafuta au na mazingira mengine ya sumusumu na mazingira mengine ni vyanzo, lakini vyakula gani sasa uende ukatibu au kutengeneza ile mishipa inayopeleka damu katika moyo, ili ipate kuenda kusababishika.